Yes, bana brother Shabani, mambo ni aje kaka? Nashukuru Mwenyezi Mungu alhamdulillahi, tumeamka salama na eh, tuko na machozi yetu kwa sababu tuna majozi mm, hali lo kuwepo sio mzuri kwa kusema kweli, kimpira yaani Simba tushapotea, tushapoteza. Sasa hivi kilichobaki tuombe tu Mungu atusaidia, lakini kwa kusema kweli imani yetu imeisha kabisa. Imani imeisha mara baada ya kupoteza michezo miwili mfululizo eh, katika hatua hii ya makundi ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Historia ikiturudisha eh, nyuma pia Simba ameshawahi kupoteza hivi michezo miwili lakini akafanikiwa kufuzu kuelekea hatua ya robo fainali. Leo Shabani unasema kwamba tume Simba ameshapoteza kabisa, bado matumaini huyaoni, ndugu yangu? Yaani, inawezekana tukafanyikiwa, lakini mafanikio yanakuja kutokana na misingi mliokuwa nayo. Tumeona misingi ya maandalizi ya mpaka tunaenda kwene mechi, mpaka sasa hivi tumeona kama haiko vizuri. Kwa hiyo sio sawa kuzungumza kitu ambacho unakiona una, mikakati yake iko chini sana <cogu> na wenzio wanaopambana nao mikakati yao iko juu, mikakati yetu tumeona iko chini. Kwanza kuna kitu tulipata hofu timu imesafiri imeenda imeenda Mali lakini ikiwa Mali, timu e, imeondoka na baadhi ya viongozi. Niwapongeze viongozi walioondoka na wengine wame, wamebaki hapa wana, wanapambania mambo ya mikutano e, cha kushangaza zaidi tumeona timu yetu inatumia basi la timu pinzani ambayo tunayocheza nayo kwa siku zote tulivyokuwa Mali, na hiyo sio kawaida ya Simba. Unataka kuniambia na maana Mali mji mzima hamna magari ambao sisi tunaweza tukayachukua, yaani imani yetu E, timu pinzani gari lao ni gari lao, tuwezi kujua umo, hapo ndani kuna nini. Hatusemei ndio kilichotufungisha, lakini tumeanza kupata mashaka kuanzia pale. Leo Simba tunatumia basi la timu pinzani ambayo tunajitana nayo, tena mechi yenyewe ni mechi ngumu. Kwa hiyo toka pale tukaanza kupata hofu lakini ukiachilia hivyo e, wanachama na mashabiki wote tulikuwa hatuna amani, kwa sababu tunaona timu yetu inaonekana, kati siku zinavyo zilikwenda timu yetu ndo, na inazidi kupoteza nafasi, kupoteza nafasi, na maana inawezekana mwalimu kaandaa kikosi vizuri, lakini wasaji wetu wanatengeza nafasi wanashindwa kufunga goli ili tupate matokeo, na hilo lime limejidhihirisha lime, lime, jana. Kwa hiyo inaonekana kabisa nje ya uwanja timu yetu watu hawajajipanga kama kimashindano wamepanga tu kwamba timu tayari imeshasajiliwa iende kacheze. Sasa ili litatutafuna sana, na tuna mlima mrefu, kwa sababu tuna mechi mbili nyumbani na tuna mechi mbili ugenini. timu tulizobaki nazo zote sio timu nyepesi, timu ngumu sana eh, sababu tuna experience mechi zote mbili eh, lakini tuna, tuna wale wa, wa Angola mechi moja na tuna wale tunaweza nao, nao mechi moja. Mechi zote ni ngumu. Sasa kwa mikakati na mipango ya timu yetu jinsi ilivyo niwaambie tu wana wanachama kunahitaji nguvu ya ziada ya sisi wanachama kuhakikisha tunakaa vikao tunapambana timu yetu ipate matokeo, la sivyo tukitegemea kwamba fulani watafanya fulani watafanya au fulani hiyo, mi nadhani kwetu tutazidi kuumia nafsi. Mi nikwambie tu bro, jana nimelala kama vile nilipotokea katika mkutano, sijahitaji kula chochote, sijafanya chochote. Hiyo binafsi yangu, simzungumzii mtu, nastaki mtu ajadili hilo, lakini nimesema kile nilichokuwa nacho. Nimeumia nafsi yangu, nimetoka katika mkutano roho yangu ikiwa imenyongea. Nimekuja labda nitakuja kujiliwaza kwenye mechi na kwenye, nimetoka nimenyongea, nimefika nyumbani, mpaka watoto wangu maskini ya Mungu nimewafokea bila sababu, kwa sababu na mahaba na klabu yangu na napenda timu yangu, fanya vizuri, mategemeo yangu tufanye vizuri, lakini nafsi yangu, nafsi yangu siyo nafsi sawa, imeumia na mpaka leo nazungumza na wewe lakini bado na machozi na na machungu sana, kwa sababu nimeona kabisa timu yetu inapoteza matokeo kwa sababu ya uzembe tuliokuwa nao wenyewe. Huo ndio ukweli, uzembe mmoja mkubwa mno, wachezaji wanawangusha wache, inawezekana ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, wachezaji wanacheza vile kuna namna ujue, unaposajili timu kuna support za design nyingi eh, tumefungwa goli dhidi ya Petro di Rwanda na Angola hapa mchezaji wetu kafanywa faulu Mbrigo jamao wameenda wamescore goal lefa kaita kati. Nyumbani kwetu Simba Sports Club, tumecheza mechi ya jana, tumeona kuna vitu vya ajabu vile vinafanyika uwanjani, wachezaji wetu wanakosa magoli ovyo, maamuzi yenyewe timu hayako sawa. Sasa inawezekana wachezaji wanahitaji kushinda, lakini nje ya wachezaji lazima kuwa na mikakati ya kupata matokeo. Tunaona timu za wenzetu zinavyokuwa katika mashindano, mtu anaenda anahakikisha ana, ana, kila sehemu kunakuwa kuko sawa. Sisi inaonekana kuna sehemu kunavuja. Kuna mikakati mika hii labda ni aina gani, brother Shabani, ambayo Simba viongozi, wanachama na mashabiki wanapaswa kuifanya? Inawezekana ukaandaa timu yako kwa, kwa kusajili ukawa una mwalimu lakini mpira unachezwa kwenye sehemu tofauti. Ndio maana hata Diego Armando Maradona alifunga goli la mkono na lilikubaliwa, lakini baada ya lile goli watu wamelalamika, lakini mwisho wa siku Diego Armando Maradona ni goli sawa. Sasa kuna vitu lazima uvifanye nje ya mpira. Hiyo nimezungumzia Diego Armando Maradona, sio Afrika na sio Tanzania, kunakochezwa mpira Ulaya. Sawa, lakini iko kitu kilitokea. Sasa siwezi kusema nje ya uwanja ufanye hivi ufanye hivi, lakini kila mtu wa mpira, kama uliingia kuongoza mpira, hakuna kitu usichokijua kwenye mpira, ufanye nini ili timu iweze kupata matokeo, ili watu wafurahi. Sisi wana Simba hatuhitaji chochote zaidi ya matokeo ya uwanjani, dakika 90 tupate matokeo, tufurahi. Jana tumemaliza mkutano, imani yetu tukipata matokeo tutajifariji. Tumetoka katika mkutano tukiwa tuna majozi, tumekuja tena katika mpira tumepata tena majozi. Sasa hivi vitu vinaumiza wanasimba wengi. Mimi niwaambie wanasimba, timu ya kwetu, kila anayeongoza anaongoza, kuna wakati anaondoka, lakini mashabiki asilimia kubwa wanaopenda timu yako, sijawahi kuona mshabiki akiondoka kwenye timu kwenda kwenda kwenye timu nyingine. Kama tuna mapenzi na timu yetu, turudi kwenye matawi yetu, turudi katika eneo zetu husika, na wale ambao wanasaidia klabu yetu nje ya wahakikisha wanapambana mechi zetu tupate matokeo. Nimesikia tuna mechi zidi ya Mbeya City tarehe nne, tuna mechi zidi ya, ya Azam tarehe saba. Mashindano ya kimataifa yamesimama mpaka mwezi wa kwanza. Naomba wanasimba, chonde chonde, jahazi la kwetu, hata tufanye nini, timu ya kwetu, tukipoteza tumepoteza sisi, tukipata aibu na leo aibu tunapata sisi sisi wengine tunatembea kwa miguu, hatuna magari. Viongozi wetu ambao wanafanya hivyo vitu, wengine hawaelewi, wako kwenye magari yao wamejifungia, wako kwenye AC sasa hivyo wamejifungia. Sisi tunaumia nafsi, tunatembea kwa miguu, tunakutana na watu ambao wanatukwaza kweli kweli, kwa sababu ya hii timu. Kwa hiyo mimi niwaambie tu wanachama, mashabiki, wapenzi e, tusichoke, safari bado ipo. Timu yetu imeanzishwa muda mrefu sana kwa moyo wa dhati tupambane, tuhakikishe tunaipambania timu yetu pale tunapopaweza, tuweze kupata matokeo. Wa mashabiki na wanachama eh, wanapaswa kupambana ili kuhakikisha kwamba timu inafanya vizuri. Endapo hakuna eh, ule umoja ama ushirikiano wa moja kwa moja kwenda kwa viongozi pia eh, hili linajionyesha wazi, na hata aliyewahi kuwa kaimu kocha mkuu wa Simba kwa muda Suleiman Moroko hemedi huyo, eh, kutoka timu ya taifa kwa ajili ya mchezo dhidi ya Gaboroni mara baada ya Simba E, kufuzu kwenye mchezo huu alisema Simba wanahitaji kuwa wamoja, e, kwa maana kwamba alionyesha kwamba kuna tofauti kati ya viongozi wanachama na mashabiki. Mnaweza kufanikiwa endapo mtaendelea kupambana hali ya kuwa kuna tofauti katika uongozi e, mimi niseme tofauti hizo zipo na tumethibitishiwa na mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi eh, Kretos Magoli mzee wangu ametuthibitishia kwamba ndani ya klabu yetu kuna watu kabisa wa ndani, timu ikipoteza matokeo wao wanafurahi. Sasa kwa sisi wanachama tunakuwa kuna wakati mgumu sana, lakini lengo letu na nia yetu ni kuhakikisha timu yetu inapata matokeo. Na niwapongeze wanachama na mashabiki wote wa klabu ya Simba kwa mahaba na mapenzi walokuwa nao kwenye timu yao. Jana tumeona kwenye sehemu ambayo tuna tunasomewa tuna, tuna na CEO wetu Bi Zubeda Sakuru E, mashabiki na wanachama wamepongezwa. Kuna kitu wamekifanya wamenunua jezi ya timu yao na wamevunja rekodi kwenye tamasha letu la Simba Day. Kwa hiyo kama unanunua vifaa vya timu yako na unanunua tiketi ya kuingia uwanjani kusapoti timu yako, na maana unahitaji pongezi. Na mimi niseme niwapongeze na e, wao wana thamani katika kat, kat, kat, klabu yetu, na ndio maana kila kitu tunahitaji tuna na sisi tushiriki. Sasa kama tumepata thamani kwenye hivyo vitu mimi nawaomba sasa hivi, tumekuwa na wakati mgumu sana, ila tusivunjike moyo, tuipambanie timu yetu, tuhakikisha inaenda kufanya vizuri, then viongozi watabaki kuwa viongozi, kwa sababu wao na ndio viongozi, lakini watambue wanayewaongoza na wao wa, ni binadamu na wana mioyo kama wao waliokuwa nayo. Tunaumia nafsi zetu, kwa nini hawathamini kile tunachokifanya? Kama mmesema kabisa katika hotuba yenu na sio wetu, tukasema mashabiki ni sehemu mojawapo ambayo ya chachu ya klabu ya Simba kufanya vizuri. Kwanza tumenunua jezi zetu kwa wakati na na tumenunua kwa asilimia kubwa. Lakini la pili tumeenda kukata tiketi kuhakikisha tunaenda kusupport timu yetu. Wao wanatulipa nini? Tunahitaji matokeo ya uwanjani. Matokeo ya uwanjani yanatengenezwa na nani? Pamoja na wao viongozi. Lakini tunaona kuna baadhi ya vitu kama haviko sawa. Tunaomba chonde chonde. Baba yangu Magoli, mzee wangu Mangungu, jana kuna sehemu mimi ni sehemu umeteleza. Kaa chini na, na, na wenzio tunahitaji Simba moja tuweze kupata matokeo. Nikushukuru sana. Nashukuru sana.